Nicolas Sarkozy anatarajiwa kuwa rais wa kwanza wa zamani wa Ufaransa katika historia ya karibuni kupelekwa jela atakapoanza rasmi kutumikia kifungo cha miaka mitano leo Jumanne katika gereza la Sante jijini Paris. Sarkozy alihukumiwa kwa kosa la kula njama ya jinai katika mpango wa kugharamia kampeni yake ya urais mwaka elfu mbili na saba kwa fedha kutoka nchini Libya. Hata hivyo, Sarkozy mwenyewe anaendelea kusisitiza kuwa hana hatia. Licha ya msimamo wake huo, atapelekwa kutumikia kifungo chamia chake katika gereza lililowahi kuwahifadhi wafungwa maarufu tangu karne ya kumi na kenda akiwamo kapteni Alfred Dreyfus aliyeshtakiwa kimakosa kwa uhaini kwa sababu tu ya kuwa myahudi na pia mwanamgambo wa Venezuela anayeitwa Carlos the Jackal aliyewahi kufanya mashambulizi kadhaa nchini Ufaransa. Katika mahojiano na gazeti la Le Figaro, Sarkozy alisema anatarajia kuwekwa kifungoni peke yake mbali na wafungwa wengine kwa sababu za kiusalama. Pia kuna Pano, akawekwa kwenye sehemu ya gereza inayohifadhi wafungwa wenye mazingira hatarishi ambayo hujulikana pia kama sehemu ya VIP. Wafungwa wa zamani wa gereza la Le Sante wameeleza hali waliopitia na kile ambacho rais huyo wa zamani anaweza kukumbana nacho. Gereza hilo lililofunguliwa mwaka 1867 limekarabatiwa kikamilifu katika miaka ya hivi karibuni. Itakuwa siyo tena Nicolas Sarkozy rais wa jamhuri bali mtu tu, alisema Pierre Botton, mfanyabiashara wa zamani aliyekuwa mfungwa katika sehemu ya VIP ya gereza la Lesante kati ya mwaka 2020 na 2022 mbili kwa kosa la kutumia vibaya fedha za taasisi ya misaada alizungumza na shirika rahbari la habari la Associated Press. Katika uamuzi usio wa kawaida, jaji wa Paris aliamuru Sarkozy aanze kutumikia kifungo chake mara moja bila kusubiri rufaa yake kusikilizwa kwa sababu ya uzito wa madhara ya kosa hilo kwa utulivu wa jamii rais huyo wa zamani amekana kufanya kosa lolote na amepinga vikali uamuzi wa kufungwa kabla ya rufaa yake kusikilizwa. Sihofii gereza, nitaingia nikiwa na kichwa changu juu hata mbele ya milango ya gereza la Le Sante, Sarkozy aliliambia gazeti la Le Tribune Dimanche na kusema kuwa nitapambana hadi mwisho. Gazeti hilo linaripoti kuwa Sarkozy tayari ana begi lake la gerezani likiwa na nguo pamoja na picha kumi za familia, kiwango kinachoruhusiwa haliliambia gazeti la Le Figaro kuwa atachukua vitabu vitatu, kiwango cha juu kinaruhusiwa, vikiwamo The Count of Monte Cristo, toleo la pili, riwaya ya Alexandre Dumas, aliyetoroka gerezani baada ya kufungwa kwa miaka kumi na nne na kisha kulipiza kisasi. Mwanawe Sarkozy, bwana Louis, ameitisha mkutano wa kumuunga mkono baba yake leo Jumanne asubuhi katika kitongoji cha kifari cha Paris ambapo Sarkozy anaishi na mkewe Carla Bruni Sarkozy. Kala mwanamitindo aligeuka kuwa mwimbaji ameweka picha za watoto wa Sarkozi na nyimbo za kumheshimu katika mitandao yake ya kijamii tangu alipohukumiwa. Kulingana na hukumu, bwana Sarkozi mwenye umri wa miaka sabini ataweza kuwasilisha ombi la kuachiwa huru kwa mahakama ya rufaa baada tu ya kuingia gerezani. Majaji wa rufaa watakuwa na hadi miezi miwili kulishughulikia ombi hilo. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa maswala ya fedha ilimweleza Sarkozi wiki iliyopita kuhusu taratibu za kifungo chake, ingawa maelezo kamili hajawekwa wazi kwa umma. Waziri wa sheria Gerard Damanin amethibitisha kuwa Sarkozy ataingia gereza la Lesante jumanne ya leo, na ataenda kumtembelea binafsi ili kuhakikisha mazingira yake ya kiusalama yanazingatiwa. Kama atawekwa kwenye sehemu ya VIP, Sarkozy anaweza kupata chumba chake binafsi kati ya vyumba 18 vyenye ukubwa wa mita tisa za mraba, sawa na futi za mraba 96.8 vilivyotengwa mbali na sehemu za wafungwa wa kawaida. Vyumba vya sehemu ya VIP vina simu za mezani ambazo wafungwa wanaweza kutumia kupiga simu ambazo hukaguliwa na kurekodiwa na maafisa lakini hawawezi kupokea simu. Patrick Balkan, rafiki wa muda mrefu wa Sarkozy ambaye alikaa gereza la Lesante kwa miezi mitano kwa kosa la kukwepa kodi mwaka elfu mbili kumi na kenda hadi elfu mbili na ishirini alieleza hali ya saa za mwisho kwa wafungwa wapya. watompiga picha wa kwa sababu kule ndani sisi ni watu tena sisi ni namba, alisema kwenye redio ya RTL. Alisema kisha, kama atatendewa kama mfungwa mwingine yeyote, atavua nguo zake, zitafanyiwa ukaguzi kuhakikisha hana vitu vinavyokatazwa. Balkan alisema alisema sehemu ngumu zaidi ni wakati atakapowasili kwenye chumba chake. Ni mshtuko mkubwa, aliongeza. Hii ni Msasa Media.